Asalamu alaikum guys, aya walioomba recipe ya uji wa ngano, hii hapa. Angalia recipe yangu mpaka mwisho, angalia video yangu mpaka mwisho. Uji wa ngano raya, huu uji ukole nazi na upate ngano za kutosha, ngano ziwe nyingi za kutosha, na nazi iwe imekolea shata, shatashata, yani ndio utaenjoy uji upate na viazi vako mwenye vakarai saa kumi kama time hizi wa utaenjoy. Haya tuanzeni. Hapo mwaona sufuria yangu hiyo yu, iko empty na upaa wangu sufuria, sijaweka chochote wasikia. Hilo ni tui langu, tui la kwanza la nazi. Ile ukika ukiwa watuja ya nazi yako unatoa tui la kwanza. Ha, hizo ni ngano zangu nimezichemsha. Nadhani kila mtu anafahamu ngano ni nini, sawa. Ngano nimezichemsha zimeiva kabisa. Hayo ni maji yangu ya pili ya nazi maji yale ya pili tu, ni lile la mwanzo nkaonesha hilo. Nimetumia ni jagi langu moja la maji ya pili ya nazi, hiyo ni lita moja. Natia hapo ndani kama mnavyoona, sawa. Mimi napenda huu uji ukole ngano. Sasa niwe mwenye, ukipenda ngano nyingi, ukipenda kidogo, mapenzi ni yako, but mimi upenda huu uji uwe na ngano za kutosha. Haya, hapo na nachukua, unachukua waitwaje, hii unga wako wa ngano Kikombe kimoja hicho, 250 ml. Kikombe kimoja naeka hapo, mwaona 250 ml, lakini sikuieka yote, nimeeka nusu kwanza. Napekecha hivyo kukoroga, na hicho kidude, kama una ule mpikicho pia ni sawa. Au napekecha hivi ngano yako yani i, tasemaje? Isagi loame, sijui mvipi, yani Kiswahili, Kiswahili kigumu nacho Ha, unapekecha namna hiyo kama una ule mpekecho ule wa kizamani pia ni sawa, kama una huu sawa, kama una upawa pia vyovyote vile. Haya, unapekecha hivyo. Haya, unakoroga sasa, unawasha jiko lako, unakoroga hivyo mpaka inakuwa ile nzito. Unaacha itokote iwe ile nzito kama hivyo mnavyoona. Nimetumia ngano kikombe nusu, kile nimeonesha 250 ml, lakini sikutia yote, nimetia nusu sawa. Aya, unakoroga unaacha, inatokota. Maana hapo tayari ni unga na maji ya nazi yale ya pili, nadhani mshanifahamu paka hapo. Haya, unachukua itwaje, unachukua sukari. Sukari unaweka kiasi kile unachotaka mimi. Nimeweka vijiko vangu hapo vya kuhesabu, vijiko vitatu vya kuhesabu vya sukari. Haya, sasa unakoroga hapo, ni maji ya nazi yale ya pili na unga wa ngano nusu kikombe na sukari peke yake, mshanielewa mpaka hapo nadhani. Ha, unakoroga sukari yako ikolee vizuri, kwa maana ninatumia 3 tablespoon za sukari, lakini kama wewe unapenda uweze ukatia zaidi sukari, ni vile wewe mwenyewe unavyopenda. Haya, unatia hizo ngano zako, unatia ngano kiasi kile unachotaka mwenyewe. Haya, unakoroga mimi ngano zangu zingine nilizibakisha kati ya zile ngano za sukari kula. Nadhani watu wengi wa Mombasa wanafahamu hii ngano, zile huwa chemsha alafu atuniza na sukari, watafuna wateka na kijiko. Muona ngano zangu hapo zimetosha, naona zimetosha kabisa. Haya, unakoroga hapo, unaacha inatokota. Guys, inatokota vile yani, ndio zinaingiliana zina vizuri na ile nazi yako Aya, unaacha inatokota vizuri, nganu zako yani zina zinaingia nazi vizuri. Aya ha, unakoroga hapo, unakoroga vile unavyoweza, lakini saa zingine pia unauachilia utokote, wasikia. Aya, mona nganu zangu hizo za kutosha nimeweka hapo, nganu zikiwa nyingi katika huu uji, mashallah utaenjoy. Kama hivyo uji unapendeza yani uwe na ngano ngano nyingi nyingi. Hasa mimi naika vanila essence ndio upate ile harufu, nisikie ile harufu ya vanila. Haya, shaeka vanila hapo, nauwacha unatokota kidogo, utokote. Kutokota huku kwake ndo kuiva, nadhani mshanifahamu. Unaukoroga sasa, unaukoroga moto vile vile, unauachi umoto wako ni ule ule, lakini uweki moto mwingi sana. Ukiweka moto mwingi sana, itashika chini, unaeka moto wastani. Aya, hapo naeka tui langu sasa, mwaona imeweka tui. Nimeambia ukipenda unaeka vanila na iliki, ukipenda unaeka vanila peke yake, ukipenda unaeka iliki. Mimi niko sina iliki ndo ngatumia vanila lakini ukiweka iliki pia ni nzuri zaidi. Mimi niko sina iliki hapo ndo ngatumia hiyo vanila. Ah, unakoroga mwenyewe ushaeka tui lako hilo zito sasa unaacha sasa uji wako unatokota vizuri, unashikana vizuri na tui lako nzito na ngano yako. Yani zinaingiliana ya vizuri, yani ukiula ukiunywa uji yani uta enjoy mashallah. Uji wa mtamu mwenyewe upate na viazi vyako na bajia zako za kunde, we he, mashallah, mambo ya saa kumi hayo. Waliomba recipe ya uji wa ngano, hai hapa, rahisi sana hii recipe n, yani unachemsha ngano zako kando, unakuna nazi zako, kama ni mbili kama ni ngapi. Haya, mimi nimetumia nazi mbili hapo Nazi mbili nikatoa tui kando, alafu nikatoa nale majia maji ya nazi ya pili ndio nikatumia kwanza kupikia nao uji na kuchanganya nao ule unga wa ngano. Mwaona uji wangu mashaallah, ulikuwa mzuri, tuli enjoy mashaallah, mashaallah, mwauona hapo, mwaziona ngano mashaallah, mashaallah, we mtamu huu uji jamani, syani siwa, siwafichi huu uji wenye kujua raya huu uji wanauelewa, wenye kuelewa huu uji vilovo mtamu, swadakta, mashallah. Mambo yetu haya, saa kumi mwenye upate uji wa ngano na viazi vako na bajia, mashallah mashallah. Hey, uji tunshuka nao huu. Aa, tunshuka nao uji, mambo ya saa kumi hayo jamani, eh. Aya, waliomba recipe hapa ya uji wa ngano. Uji wa ngano una kazi, so simple kufanya Mwona kikombe changu vile ngano zinavyoonekana mashallah mashallah.